Hebu tuzungumzie akili mnemba. Hii si kitu cha kwenye sinema tena. Hapana, ni kitu halisi kabisa kinachotokea sasa hivi, na hasa hasa kwenye elimu, na inaanza kubadilisha karibu kila kitu tunachokijua kuhusu jinsi tunavyofundisha na kujifunza. Sasa, nukuu hii ni muhimu sana. Inatuuliza swali zito: je, teknolojia ndio itatuamulia mwelekeo au ni sisi ndio tutaitumia teknolojia kufikia malengo yetu ya kielimu? Hili ndilo swali la msingi tutakalolichunguza leo. Ok, sasa tuko kwenye zama tofauti kabisa, zama za kidigitali. Akili mnemba tayari inabadilisha jinsi tunavyoishi, jinsi tunavyofanya kazi, na bila shaka jinsi tunavyojifunza. Hii inaweka elimu kwenye njia panda muhimu sana. Na hapa sisemi mambo ya miaka kumi ijayo. La hasha! Haya mambo yanatokea sasa hivi, kila siku. Na hii inakuja na fursa za ajabu, lakini kama kawaida, changamoto kubwa pia zipo, ambazo ni lazima tuzikabili. Sawa, ili tuelewane vizuri zaidi, hebu tuachane na maneno makubwa kwa muda. Twende kwenye mfano halisi, mfano unaoonekana kabisa wa jinsi hii kitu inavyofanya kazi tayari madarasani. Sasa unaweza kujiuliza, kwa nini hasa somo kama kemia kemia unajua lina ugumu wake. Na kabla hatujaona jinsi akili mnemba inavyosaidia, ni muhimu kwanza kuelewa lile tatizo lenyewe: ugumu wa kujisomea kemia ukiwa peke yako. Unajua, kujifunza kemia ni kama vile unajenga gorofa. Ukikosea tu watu wa moja ya msingi, jengo zima linayumba, kila kitu kinafuatana. Na mbaya zaidi, dhana zake nyingi ni za kufikirika ni ngumu kuziona kwa macho na kuunganisha nadharia na vitendo. Hizi ndizo shida ambazo wanafunzi wengi wanakutana nazo, na hapa sasa ndipo teknolojia inapoingia kutatua hili tatizo. Kuna huu mradi wa utafiti unaotumia Sogo Robot, yani chatbot kama mkufunzi binafsi wa kemia. Hii ni njia nzuri sana ya kuonyesha jinsi teknolojia inavyoweza kuunganisha ufundishaji na kumjengea mwanafunzi uwezo wa kujitegemea. Sasa basi huyu mkufunzi wa akili mnemba anafanya nini hasa? Yaani anavunjavunja yale mambo magumu yawe rahisi, anakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kutatua matatizo, anakupa maswali ya mazoezi, na hata anaweza kukuonyesha majaribio ya maabara kwenye skrini. Lengo kuu ni nini? Ni kumfanya mwanafunzi ajiamini na aweze kujisomea mwenyewe. Sawa, kwa hiyo tuna hii zana ya nguvu sana, lakini swali ni je, kuwa na nyundo tu kuna kufanya uwe fundi seremala? Jibu ni hapana. Ukweli ni kwamba kutumia zana kama hii kwa ufanisi kunahitaji ujuzi mpya kabisa, sio tu ishu wa kubofya bofya. Na hapa ndipo tunapata wazo la ujuzi wa akili mnemba. Hii inamaanisha nini? Sio tu kujua jinsi ya kutumia app fulani, ni kuwa na uwezo wa kuelewa inavyofanya kazi, kuhoji majibu yake na kuitumia kwa usalama na kwa busara. Basi, ili kurahisisha mambo, tunaweza kuigawa katika hatua tatu muhimu. Kwanza, elewa hiki kitu kinafanyaje kazi. Pili, tathmini kina mapungufu gani? Kina upendeleo gani? Na tatu, tumia. Lakini tumia kwa uwajibikaji. Huu ni kama mwongozo mzuri sana kwa wanafunzi na hata walimu. Na hapa sasa ndio kiini cha mambo yote. Mwisho wa siku, tusisahau teknolojia ni zana tu. Sisi binadamu ndio tuko kwenye usukani, sisi ndio tunafanya maamuzi ya mwisho, na lazima tujiulize kila mara, je, hii teknolojia inamnufaisha kila mtu kwa usawa, au kuna watu tunawaacha nyuma? Hili ni swali la msingi sana. Okay, kwa hiyo sasa tunaelewa umuhimu wa huu ujuzi, lakini je darasa la baadaye litakuwaje? Ukweli ni kwamba ni picha yenye pande mbili. Kuna matumaini makubwa sana, lakini pia kuna changamoto za kweli. Basi hebu tuanze na upande mzuri. Fikiria hili: asilimia 83 ya walimu wanategemea kuwa akili mnemba itawaokolea zaidi ya saa mbili kila wiki. Hizi ni saa ambazo wanaweza kuzitumia kumsaidia mwanafunzi mmoja mmoja, badala ya kusahihisha makaratasi. Lakini kama sarafu ilivyo na pande mbili na hapa kuna upande wa pili. Kuna hatari. Ikiwa kila kitu kitakuwa rahisi sana, je, tutapoteza ule uwezo wa kupambana na changamoto za kiakili? Hii ndiyo ile tunaita kitendawili cha faraja dhidi ya ukuaji. Na hapa ndipo mvutano wenyewe ulipo. Kwa upande mmoja, akili mnemba inaweza kufungua akili zetu, kutupa mawazo mapya. Lakini kuna hatari ya kutufunga kwenye chumba cha mwangwi. Yaani, akili mnemba inakupa tu kile unachotaka kusikia, inakubaliana na wewe tu, na mwisho wa wa siku unapoteza uwezo wa kufikiri kivyako na kupinga mawazo yako mwenyewe. Na tusisahau changamoto nyingine kubwa: usawa wa upatikanaji. Takwimu hizi za UNESCO zinatisha kidogo. Karibu nusu ya wanafunzi duniani hawana intaneti majumbani mwao. Sasa, kama mustakbali wa elimu ni akili mnemba, tunawafanyaje wale ambao hata hawawezi kuifikia? Hii inaweza kuongeza lile pengo la kidijitali. Kwa hiyo tunajifunza nini hapa? Jambo la msingi ni hili: teknolojia peke yake siyo suluhisho la kichawi. Mafanikio yote ya akili mnemba katika elimu yatategemea kitu kimoja tu, mwongozo wa binadamu, yani mwalimu. Hili ni swali muhimu sana. Tunaweza kuwa na teknolojia nzuri ya ajabu, lakini je, walimu wetu wako tayari kuitumia? Utafiti huu unaonyesha walimu wengi bado hawajiamini. Hii ina maana gani? Ina maana kuna uhitaji mkubwa sana wa kuwapa mafunzo na kuwaunga mkono waelimishaji wetu. Basi tunafanyaje ili kusonga mbele? Njia ni hii hapa. Kwanza, ni lazima tujenge ujuzi huu wa akili mnemba kwa wanafunzi wote. Pili, tuwape walimu wetu mafunzo ili wajiamini. Tatu, ni muhimu kuziba hili pengo la kidijitali na nne, tupime na tuone ni nini hasa kinafanya kazi na nini hakifanyi kazi. Na mwisho nataka tuachane na swali hili la kujiuliza: akili mnemba inaweza kutupa majibu yote tunayotaka lakini, je, inaweza kutufundisha jinsi ya kuuliza yale maswali muhimu, maswali sahihi? Maana lengo la elimu si kupata majibu tu, bali ni kujifunza kuuliza. Mustakabali wa jambo hili uko mikononi mwetu.